Ya muhali muakeye. Mwakeye. Mwakeye mwakeye. Zimi isi. Ninyiza mwakabo. Kurugo balimo. Balimo. Mwurimo mwe mwe. Tulimo wana balimo. Balimo. Buwa we balimo. He balimo. He. He. E, tulio. <laughs> tulio mwenda. He. Mufuga makinoni. Na maholo. He. He. He. E. Ni ambie shoka yangu. Sasa hile mipango yetu yule mtu wetu vipi. Mbala kema maana umekaa kimya. Sijasikia chochoti. Uliniambia yale mambo utafanya vizuri mpaka leo, nakuwna mwenzangu, umekaa huna haraka hivi. Nyewe bado mna wasiwasi na mimi? Ukisikia gwiji gwiji wa magwiji, kigagula namba moja ni mimi. Siwezi kumkosa. Nilishamtoa kwenye ndoa yake, na sasa hivi yuko nyumbani. Mzigo atachukua na ataenda kwa, kwa, kwa yule mwanaume niliyomtaka mimi, ndio anaenda kuolewa naye. Sasa na yule ndugu yake anayefanya kwamba mambo yote mambo niachie, nimeshafanya ndrekti yote ni nimeshamaliza, nimesha finish. Finishi mimi, yule mtoto mdogo hanifanyi chochote na wala haniziwiu uh, chochote. Yule mtoto mdogo hajui mbele wala nyuma. Kwa hiyo ndugu yangu, mambo yote nishafanya drekti yote nisha na bora ufanya hivyo. Maana ukifanya hivyo ndio tutakaa mambo yetu ya bokonda yote sawa sawa sawa, bim sawa, hakuna ah, matatizo. Safi. hey, vipi? <laughs> Mzima hey, nipo, naonekana mm, kinyonge? mimi mm. Hapana, mimi sipo kinyonge, mimi nipo kawaida tu, mm, labda kama unaona baridi imenikaba Amna, mimi sina mawazo yote, mimi niko vizuri tu. Kabisa shwari tu niliambiwa mm. mm. Na dada, mimi ni mwanamke mzuri sana. Wewe tena sana tena zaidi ya sana. uh -huh. Eh, eh. Ni mwanamke naivutia na mwanamke naye nampenda sana. What? What are you talking about? Na nampenda. Kwa nimekuja kunitongoza. And you touch my body without my permission. I'm not belong to you. Mimi ni maalum kwa ajili ya mke wangu. Tena unamtongoza mwanaume mrefu ili hali wewe ni mfupi, lengo nini? Umix mbegu. Wanawake wa sasa hivi sijui mkoje. Tuk tunaheshimiana sana. Umevunja heshima, umevunja heshima, umenimaliza, umenikera, lakini mimi nakupenda. Unampenda nani? Mimi ni mme wa mtu. Hapana, unatongozaje mtu mrefu au mfupi? Mimi naweza je nakuwa mwanamke mfupi? Mimi na mke wangu ni mrefu. Wewe unajilinganisha na mke wako? Wewe mke wako paka sasa unamzungumzia yuko wapi? Umejitazama? Hebu jitazame. Jitazame. Jitazame, jitazame. Wewe una urefu gani? Mimi na mke wangu ni mrefu. Eh? Tunaendana? Mara ngapi nikwambie? Unasimama juu. Wewe unanionaje? Mimi nakuona tu wewe mfupi. Pye, hmm. Sikia Najua utaweza kutokea sawa sawa. Ah. Mimi nakupenda. Hebu niache. Pi? Eh? Hukujua mimi nakupenda. Vitendo vingapi nafanya mimi nikuoneshe kama nakupenda? Yaani mpaka nimeamua kwenda kwa dada yako ujikane kama nakupenda. Hebu niache kwanza, niache, niache, niache. Sinilegeze mwano, sinilegeze mwili nikasahau. Nikwambie mi bado nampenda sana mke wangu. Ulampenda mke wako, kila siku nenda ukwenu unagombeshana na mke wako. Kasema na nani huyo mbea kasema? Eh? Mara gapi nasema kuhusu wewe pia eh? Mimi nakupenda ninakuhitaji pia na sitaki uwe mbali na wewe eh? Ni vitu gani nifanye nikana nakupenda? Kwa na mwanamke ambaye anakupenda. Sio unakuwa na mwanamume anaye mwanamke anayekuumiza, tafuta sehemu anakujali kuliko sehemu anakuumiza, eh? ngoja, ngoja Wee, sio unaongea una vitu vya lana lana tu. Vipi lana lana? Watu lazima tupiganie mapenzi yetu. Kwanza umetokea wapi? Sitaki uwe una jazz. Wazi sitaki uwe mkorofi sana. Mimi nakupenda na nakuhitaji sana. Eh, embu kaa chini ufikirie. Uwe mke wako, paka saizi yuko wapi? Unasema kila siku unaenda kutafuta hizo hela. Mbona hatuzioni? Unakaa tu na mawazo ya mke wako. Tafuta mwanamke ujenge naye amani, uje kutafuta hizo hela. Sio mwanamke anakupa stress kila siku. Ni akili.

Ushikao? Mara hapa baba ni kwema. Kwema? Naomba nikuletee kiti. Ah ah. Achana na mambo ya kiti. Mimi nakuja kukupa tu taarifa kwamba yule mtoto wangu mimi nimeshamtoa kwenye ndoa yake. Kwa hiyo kaa mkao wa kula. Umesikia? Nimeshamtoa kwenye ndoa yake. Lengo na madhumuni umuowe wewe ambaye ni mwanachama mwenzangu. Lakini yeye kwa akili yake anajua anaenda kuolewa na tajiri digara. Kumbe hamna rorote ni kapuku tu, lakini nachokitaka ili mradi aolewe na mwanachama mwenzangu, na muda si mrefu utakuja ukaongee naye. Ndio mama, mi nimekuelewa, na hakika sito kuangusha kwa lolote. Sawa ye, anachokuomba uwe na subira. Umesikia? Kwa sababu jam, ili jambo litakuwa gumu kwake. Mama mi nikuahidi kwamba sito kuangusha kwa lolote. Aya, kwa sababu natambua thamani ambayo umeamua kunipatia mimi. Na atakubali Analijizaa nakwenda. Sawa sawa mama. Sawa mjomba. Hey, vipi? Safi mjomba, simu yako inakoroma sana. Kwa nini ubadilisha hata maiki, mjomba wangu? Mike tu ni shilingi elfu tatu ubadili mwingine, sio mzuri mjomba. Badilisha mike, atusikilizani. Mbadilisha maiki, hatusikilizani. Unasikia taabu yani swala kumbe. Hey, mjomba vipi? Eh, hey, hey, eh, hey, mjomba eh. Hey. Mjomba wangu hicho nachoongea ni sahihi. Shida ni hela ndo inasababisha. Tumia simu hii, nyonyo kunulia jomba zangu amtaki. Ah, sawa. Mambo yatakaa tu sawa. Amna shida. Mjomba niambie. Mjomba bwana mimi na na jambo moja nataka nikushauri mjomba wangu hmm. Kuona ngane mwanamke asokupenda nalakua yule mwanamke hana malengo na wewe. Mjomba hilo ni swali umeniuliza?

Kwa nini huyu mpwa wangu unapenda sana kupigizana kelele na, kwa ile mwanamke akutaki. Mjomba wangu, shida ni nini? Shida mimi namtaka. Wewe ni mwanaume, hebu jisimamie bwana. Mjomba wangu, mjomba, lakini mapenzi yanaumiza, nimemzoea ya. Unajua nimekaa naye muda mrefu sana, yaani moyo kukubali ndio shida. Yaani hapa naweza nikakupa moyo mjomba, ndio haina shida, limeisha nikitoka hapa mjomba, nikiona tu sura yake naanza kuwa kama mtoto mke wangu sini, mjomba. Wewe huna msimamo, jiulize, yule ana nini? na ongea na nini kitapata mwenza, ila hicho anacho kimbiliacho yeye na ndugu zake na imani kitamponza, na hii ni dunia Ha, kumbe kuna kitu amepanga wana ndugu. Ndio maana naumia sana, mjomba wangu. Ile sio riski yako mjomba, mi nimekuelewa. Kama na jambo limepangwa na wana ndugu, hichi kitu hakiwezi kutengemaa leo wala kesho. Sitakiwi kujitia moyo, natakiwa kukubali matokeo. Mjomba, wewe ndo umenifungua saa kunitia moyo kwa sababu mimi nilikuwa naamini labda tu ni changamoto ndogondogo, labda kuna sehemu nimekosea, au kuna sehemu kasikia maneno. Kumbe ni jambo limepangwa kwenye familia, ndani ndani kabisa. Kweli napata picha, kwa sababu napata picha, nishathibitisha vitu vingi, nikifikiria napata picha. Hata nikienda kwao mjomba, kwa sasa mimi nakuahidi, namwacha eh. Hey, nitafurahi sana kwa sana sababu kiendelea sana, naweza aje akupa sumu kwa kukosa bado nakutegemea mjomba wangu, nakumbuka zile zako unanipa za kahawa. Sasa mjomba, tunazoea mabaya sana, tunapoachana hela za kahawa upate. Mimi namwacha ndugu yenu, hela za kahawa tena utake kwangu? Ah mjomba, kugombana yule mekuwa na mimi sasa. Yes, nini nini shida? Si ugomvi mbwai, inakuwa mbwai tu siku zote. Yani mimi hela za kahawa nikuleta na wewe mjomba, mjomba sikiliza, amna kahawa

Inabidi umvumilie au, ah, mpendi kakaangu? <laughs> <laughs> umpendi kakaangu <kama. laughs> niwe basi mvumilie, pambana na nitafurahi sana. Pambano si mwanamke, mwanamke ana vishawishi vingi, najua na vishawishi vingi yeah, ila nitapambana mpaka nakikisha amekuja kwangu na nikimpata, sitaki drama, nitafuasa hata, usijali. A, aya sawa basi, toa anashida. Odi odi, karibu Nani tena? Eh, kaka. Butati. Uh, Butati hayupo. Nipo. Ndugu wangu. Sina kucheza hata na akili ya kaka yako. Tolea tumeanza kuvunjiana heshima. Yaani mimi namuulizia Butati naambiwa hayupo. Kwa sababu gani? Wewe ndio ule mzaa Butati. Yaani mimi kwa nyinyi mnanonaga bii ni mimi na ndevu za bure. Yaani na wewe hadi wewe unaona mimi na ndevu za bure. Sina akili kwa sababu kama ungekuwa ni simu kama kaka yako unaweza kusema mtu hayupo wakati yupo. Ah, unajua kaka Butati ni mwanafunzi na leo ni siku ya weekend. Nimekwambia hivyo kwa sababu alikuwa anajisomea. Lakini pili, sasa hivi huko sawa. Utaita watoto itakuwa sio vizuri. Ah, kwa hiyo siko sawa, nataka niwachome mishikaki watoto. Eti mimi naweza kukuwa mdogo. Ah. Si, si, inawezekana kweli? Inawezekana. Mimi sio rafiki yako mkubwa? Ndio. Tuanze tu. Wewe Butati. Eh. Nataka kuingiza kile kisauti chako cha usijari utapata. Kwa nini anaigizaga? Studio, studio, studio. Mwasleli, mnenda wapi? Nambien ukweli basi. yeah, nataka ni mtume. Acha kumbana bana, nataka ni mtume ende Sagarini, mwana moja, akanchukulia nyanya Sagalini? <laughs> Sagalini, toka lini akaanza kuuza nyanya? Bangi. Ay, nataka kanichukulie bangi kwa kakangu, sasa hivi umeanza kuvuta bangi? <laughs> wanataka nivute nini Subira? Subira, nimevuta sana, imeshindikana hapo, tunavyokutazama ni bangi tosha. Alafu ukaongeze tena na bangi ni, ni, mimi nipo ni, ni bangi tosha. Kwa mimi ni moshi. Mi, a, a, Mimi ni moshi wa bangi au bangi yenyewe? Bangi si moshi. Kwa mimi ni moshi. One, two. Nilisema unanidharau. Mimi nimesema unanidharau. Kila mtu ananizalau, yani inaonekana mpaka kuku atakuwa ananizalau mimi. Hadi kuku naweza nikambia wewe shi na akandindia, si ndio? Kwa maana mimi sasa hivi hadi wewe unanidindia, wadinda. Kila mtu ananiambia chana mapenzi na, na bangi ni achane nayo. Nataka nijifundishe kuvuta bangi, nataka niishi ndani ya bangi, nataka bangi ni shawishi tu kufanya kazi nazozitaka. Acha zalau, sawa, tufanye. Mnanyanyasa ni ni nyanyaseni, haina shida, utati mdogo wangu. hmm. Amna baya, mimi naenda, lakini ushauri wa bure tu kaka yangu. hmm. Unapoenda huko jaribu kutuliza akili, maana mapenzi yanavyokuendesha unaweza ukaenda kuchukua vitu vya watu huko, tukaja tukapata matatizo. Zungumzia habari ya mapenzi ah, nitakufumua nikufumwe. Ah, nisamee kaka, kweli baadaye. Ah ha, au basi ngoja tu nilale. tafuteni viazi viazi vingi kaguru, kankwali anataka ni ile eh. Alafu ngoja wewe, ulinipigia mdogo wangu konzi kwa kosa lako la uongo eh. Napumzika, niko ndani. Sawa dogo, njo njo tupige ile nyimbo yetu njo njo. Uachana naye ah, huko ni ndani. Usikao unampanga panga mashariti. Sawa uko huko eh, yale yale. Leo aongea, tafadhali, naomba ukae vizuri na unikabidhi taraka yangu niweze kuondoka. Kwani talaka nahitaji kukaa vizuri? Kwani ipo shuleni hapa nasofu mtiani? Kwa ulivokaa umegamia makochi miguu meweka juu, ndio nini? Sasa si lazimisha nikae vizuri. Kwani umeukalia wewe? Simekaa juu ya kiti hapa? Bas sawa ni usi. Wewe ukitaka pandisha juu ya dari. Nachokihitaji naomba uniandikie talaka yangu ni kabisa. Um, nikikuacha hautonikumbuka? Kwa ni baba taifa nianze kukumbuka kukumbuka na nini? Kwanza masikini uliokuwa nao ndio unaumiza Unajua saikolojia ya mapenzi jinsi ilivyo. Mtu akiwa anataka kuondoka, anaondoka kwa mbwembwe. Na kwa taarifa yako, mapenzi yalivyo, ukimwacha mtu kwa kigezo cha kipumbavu kwa sababu masikini sio ugonjwa, yani ufukara sio ugonjwa, ni kitu ambacho kinakujia kuondoka. Um, let me guess, utateseka kwa sababu unawaza hela, afu hela ni kitu kama ushamba. Kila kitu ambacho hauna unakiona cha samani kama moja wanacho, lakini ukishika kinakuwa nomo. Hasa kitu ambacho ni kigumu kupatikana ni moyo, ni moyo safi, moyo wa dhahabu, lakini pesa ni kitu ambacho kinapatikana kimono na binadamu mwenye akili tu. Jini yazi mmoja alifikiria nikaona pesa kuachana ni nini? Unafikiri mimi nashindwa kukuacha? mimi nakuacha leo, siwezi kukukumbuka na si ndo kukumbuka. Usije kunitafuta, siwezi kwa kipi Yatunze maneno yako. Yakumbuke maneno yako, ya ya yako. Ah, nakuwacha talaka, sio mke wangu. Sawa. Naomba uniandikie karatasi na unipe tu. Ah, asante kwa talaka. Sikiliza. Mapenzi ni safari kama safari zingine. Mimi sina chuki naye. Hata ah, kama naumia kiasi gani lakini litapita, nitapona nimefikiria nikaona, kuja kuangusha vikao vya wanaume, mimi nitakuwa mpumbavu? Sasa hivi wanaume tunasimamia misimamo yetu. Mama na mimi singenifundisha kuna, mimi nikajua, singekuwa nakusaidia na mimi kufunga. Sasa hivi mwanangu, ni cha kufundishwa hivi, ni cha kuangalia tu, ukishangalia unaelewa. Ni cha kufundisha anikushikisha sindana e, e, kama mtoto mdogo ah. <gibu> Yaani moja ikuwa mrahisi hata siku moja, yani mambo yako nikao kali ukali, hivyo hivyo. Basi una akili. Ah. Eh. Hey. Lakini ukiwa na akili kazi ndogo sana hii karibu hapo. <gibu> Ah, amekupa taraka yule kapuku <gibu> <gibu> <gibu> mambo si hayo sasa mwanangu, hmm, kakakutulia. Mambo si hayo sasa mwanangu, hiki ndio tulikuwa tunakitafuta. Kesho tu ni ndoa vigeregere. Sawa mama, hata hivyo na mimi napenda iwe mapema kabisa e. E, yani wala hata usiumie wala hata usichukie, kuwa free. Mwanaume anaenda kukuoa, mwanaume wa hadhi yake, familia yake iko safi, wana hela Umeona mwanangu? Chana na kapuku bana. Sawa mama. Eh, mama. Kwa hapo mama umefurahi kwa chochote kifanya. Unamuona sasa akili yake? Kwa nini unataka kusemaje? Mn, familia yenu ya usaliti usaliti tu, hmm? Yaani, kiufupi tu hii familia siwezi kuungana nayo kwa sababu umeamua kuwa ni familia ya usaliti usaliti na mimi pia na wasaliti. Uwache kuwa karibu na sisi. Yaani kama huyo alomuacha dada, nikimpata mimi wala siwezi kufanya ujinga leo ufanya yeye. Nilishakwambia wewe, mtoto mdogo wewe, punguza ukali wa maneno, nilishakwambia mambo mengine unayaangalia kwa macho huh. Mambo mengine unayaangalia kwa macho, nilishakwambia, Amina, nilishakwambia tafadhali, muone kiuno chake kama nyigu. Afu mama, sijapenda tabia kila siku, ni kila siku anakaa anamzungumzia wewe, anampenda ni mzuri kuuma. Mama, mimi sipendi tabia zake, sijui kakoje kale. Acha nitakafundisha adabu na nitakafunga mdomo. Eti anampenda anampenda, kitu gani? Anaweza kapenda kapuku. Utamwona huyo mwanaume handsome boy, mtoto wa elfu mbili. Aa, wezi kumpenda bana, anampenda ana nampenda nampeleke wapi? Hivi huyo mchumba anatoka mbali yani mm. <laughs> eh, eh, eh, naona una shauku una hobi eh? Ya kumuona. Utamuona tu hata usijali. Si bora hivyo nipate taji. Sibora yeah, ah uh, usijali, muda si mrefu atafika. Pole. Karibu Mama Maash, karibu kwetu Mm -hmm. Na, leo umekuja kwetu, nakwambia karibu. Nashukuru. Sasa mwanangu, huyu ndio mchumba nilikuwa nakwambia nini, tajiri. Usimwone hivyo kizi huyu, au tunazungumzia mwingine? Usikia, sasa wewe unadharau, si ndio? Mama, acha kwanza utani Utani tena. Mama acha kwanza kunitania. Wala sio utani haki ya Mungu. Mimi siwezi kuolewa na kizi. Mimi. Mimi na kizi. Mimi. Mimi naolewa na huyu. Unamdharau sio mwanaume. Siwezi kuolewa na kizi mimi. Atakuoa. Sitaki. Tena usiniangushe. Nimesema wala siwezi nikaolewa na huyu. Mama unjua kama wewe ni kipofu. Unamdharau. Ha. Siwezi siwezi kuolewa. Mama siwezi kuolewa mama na huyu mwanaume. Usiniangushe. Sitaki. Utataka. Mama. Utataka. Mama.